Jambo wandugu na wapendwa, iyi mnasikia ni La Verite Si La RDC. Kama kawaida, leo tutaongea ku nationalite kongolaise, Kongo yetu sisi wote. Kongo ni yetu sisi wote, bila kugabula mutu, bila kutia pembeni mutu fulani. Tribalisme iko inapanda mu RDC, mfaso yenye hiko inafika ku nivo moya yenye italetea RDC shida. mdefasoke kuiede kui rezude puruke tufikie kurezudre ile shida yenye italetewa na hii tribalism bitatuchokesha sana. Unaona, Kongo ni akabambi sana. Kongo iko na 450 tribu na wale bote, kila moto iko pale iko na lugha yake ya kizalikio yenye anaongeaka, tukenda mulugha zezi tukutanisha, zinatukutanisha maparti za mingi. Ni zile lugha ine zeziko nasional, nikusema Lingala e, Swahili, Kikongo na Chiruba. Kisha kuna kwa sasa na izi malanga ofisiere sawa France na Angle anglesi, ayo kama ayo Malisha yu ofisialize lakini France. Je pense na Angleterre na unaweza sema mu mabiro administratif. Sasa unajiuliza juu ya nini hii tribalisme viko vinakuya juu ya nini viko vinatoka wapi? Tuseme kwa mfano zile makatre sa ekelke tribi. Unakutana sawa kwa mfano saaamfano, wanande wanasema kinande. Unaenda, unakutana washi wanasema mashi eh, barega barega, kama wanasema marega aam, nabo bako na lugha yao iko sana ni Kirega. Unaenda nakutana batu uh, ya Bandundu nabo bako na maluga zabo. Unaenda nakutana bahunde bako na lugha yao Kihunde eh, unaenda kutana Uh, batu ya Ekwatere wanaongea Lingala ya mzuri sana. Unakutana mkongo kila kwe unaezifika kule, unakutana wako naongea lugha yavo ya kazalikio, hata waongeze ingine lugha yenye iko muzile katre lang me unakutana wako una lugha yavo ya kazalikio. Ni kusema nikusema nazile malugha na njoo vile zinaendea ku matribi. Ni kusema unakutana huku kuko tribi moya, huku kuna kwa tribi yengine, na kule kuna kwa tribi nyingine. Lakini unakutana problem, tuko na baguana, tuko na tafuta kila mtu ajizole na katribi yake. Imagine kila mtu akajizole na katribi yake, ile peita fanana namna na gani? Itaomba Congo Baie des Cadres 650 ni shida ya nguvu sana. Naona kwa mfano tuko na Sarawak territoire. Ni kusema kuma territoire zenye unaweza kutana ama tribu kumi na ziko ndani. Njo maana tunapaswa acha bintu ya tribalism. Ba Congolais tunayua kama kila mtu mwenye constitution inareconnaître comme Congolais ni Congolais. Tusitie ile mambo ya kuenda ku, ya kusema batu aba ni banani, aba ni banani. Vile vilevile for example, kesema batu ya Ruchuru banasema Kinyabwisha yenye inafanana Kinyarwanda, me haiko Kinyarwanda, lakini saba na waona banawaita seba Nyarwanda. E, purtake izi manani ma ma parti frontaliere Tuseme sawa Ruchuro Bunagana na, Bunagana na Uganda kote ya Gisoro ni vatu nakutana vanaongea aluga yenye natakuwa moya nasaamoyo, nakutana, muko bandugu, muko vatu venye ni vandugu. Ukaenda kote ya Ruchuro uh, no kote ya um, Beni Kasindi, kote ya Congo kuko vanande kote ya Uganda kuko ba ba nane bana wataka ba Kongo bote yoruga e bana semaka nikinande na majinu takutana, nizi moya na ni jela intansio ke na bako na ma familia zenye zinaezi kuwa nizi moya ju na morfoloji na kufana na bana fana na sasa, nabo tubayite baganda ba Uganda nishida ya nguvu sana ni ba Kongole. Kongo tunapasha yuwa ke kila Kongole mwenye konstitisi na etika kome Kongole ni Kongole. Tuseme kudoshe sana sana ya mweste, yenye sanasana mweste must naleta M23 kugombana, unakutana iko difisili kusema se batu hababaguliwe, na japo M23 njo ili lisha anza vita ikigombanisha vitu ya matribalizmu. Ukenda makote na zengine makote nazo nakutana nako matribalism, ziko de fasoke mu Kongo, iko difficile mutu kukwa na, anahama natoka mu partie moya aende hamia mu partie yengine, jo akifika kule batamubagua bakisema ke ni wapei yengine. Kwa mfano mwone ikote eh, eh, Kabinda. Japan siko mu ba Congo ya y Angola iko na diskitea ako na Congo mwile, teritoare ya Kabinda mukwamo ba Congole, mukwamo ba Congole na ba Congole wenyewe wako kukotea Congo na mo ni ba Congole, alors bale hawezi sema seni ba Angole. Congo tunapashwa acha bitu ya tribalism, tunakuwa batu ba moya ba tunayoake pei ni yetu siye wote. Nilifelisite Kongo ninaendelea nakuifelisite kukitu kimoya, ginsi iku inagombanisha kusinye maakoro. Izi maakoro zenye tunaendelea sinye, zitaleteaka pei shida kwenye kila tribina, simama ase banatubagua, inagombana banasinye akoro aba wanasimama o bitu gani? na nasinya akoro. Aba nabo banasimama bitu gani? banasinya akoro. Bile vitu vitaenda biharibishe pei, ukutano tunaenda jifikia kwenye constitution ina perdre sens, constitution haina maana tena, juu kutakuwa kukoma akoro za mingi zenye zilisha ipita, yule unakutana watu wa moya bana bana kwa protege ya, na akor kontre konstitisyo konstitisyo inasema hivi, me akoro yao nayo inasema hivi. Nakutana watu watakwa na fama infraksyo sawa na fama infraksyo, ile akoro yenye walifanyaka inabafunika paske konstitisyo tulisha iti apembele maje, paske kila kitu yote tungepashwa kuwa naenda kuona mukonstitusio, tunaona ni nini nini yenye tunapashwa fanya oliea, kuenda sinyema akoro zengine zenye ziko zina ziko pembeni ya konstitusio. Na makongole, tungepashwa chunga konstitusio yetu mzuri sana. Ne msiba mwaya wanasema o inakufa ina nini, miye kukote yangu ii konstitutionyakuchunga muzuri sana na tuchunge vatu venye bako natafuta ivurugavuruga, kufatana na byenye banataka, kufatana na bezw zabo banakuya banavuruga, banavuruga constitution njo bakongole. kwa na vaomba nikiwasii, tukuwe naomoja, tuache vitu ya tribalism. Jibiti ya tribalisme haita tufikisha fasi Plito, itabomola inchi yetu. Kama kuko shida munoro kivu na Sud Kivu saa hii, Batu bako su control ya barebe, ni juu ya ya tribalisme. Juu bana ya revandikeke bako bako bana baguliwa. Alo bangekua bana baguliwe, kama hatuko muzile mavita, Ingekua mumu même constitution je pense que kuko kuko yenye inakataza vitu ya tribalisme, lakini kivaya, unakutana ka ba autorité njo benye bako na echante ku radio na ku ma televizio, haba yeseme directement me banalisema mu modele zabo zenyu. Naona kabisa haiko vitu byenye bingeongelea ku televizio au ku radio ya pays, radio nationale yenye nasikiliwa na kila moto. Hii maongezi ndio tulitafuta tupartaje leo. Kama uko na komantere unaweza andika pale mkomantere, kama uko na cha kusema, kama kuko cha yenye umepinga, kama kuko cha yenye ulisikia na haiko ndio vile kiko, unaweza andika mkomantere. Kama kuko kitu yengine unapenda tuongelee siku yengine, natia mkomantere. Na msisahau kusubscribe. Je, tuendelee na hii kazi? Hii ni La Verite si la RDC kwenye tunaongea ukweli ku vyenye viko mu RDC. Asante sana.